Ndani ya jamani, makofi mengi mengi kwa pasta. Pasta, kama uko na watumishi wenzako, ndhari tije nao, kama uko na watu waliokusindikiza tuje nao. Jamani, piga makofi mengi mengi kwa mtumishi wako huyo. Wazazi, na... kuna mambo ambayo Mungu anafanya kwenye maisha yako unashindwa kumshukuru kwa namna gani? Niombe nikupatie maiki hii hapa. Rachel, kwa mara nyingine tena mtambulishe sasa mtumishi wa Mungu huyu rasmi, utamkembeleza watu kwamba ni mume wako mtarajiwa. Niombe sisi tusogee hapa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Wakati huu tena namtambulisha rasmi na namuonyesha, namzirisha mbele yenu wote mume wangu mtarajiwa. Chapa makofi mengi mengi. Daniel. Yes. Daudi. Yes. Mwashan. makofi mengi na vigelegele vingi jamani. Lakini lengo la kusema wazazi wapige makofi mengi na vigelegele, kijana wao amepata binti mwenye hofu ya Mungu. Hilo ni la kumshukuru Mungu kwa kweli. Lakini kwa nafasi ya kipekee mpatie maiki, angalizane na wewe mapema kutambulisha mbele za watu. Karibu sana mtambulishe mdada huyu mwenye hofu ya Mungu Ambaye muda si mrefu anakwenda kuwa mama mchungaji. Jamani bije mjiregere kwa mama mchungaji mpya. Kati ya watakao kwa kwa tia. Karibu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aleluya. Amen. Basi na mimi nichukue nafasi hii nzuri kabisa ya kupendeza. Wow. Ah. kutambulisha kwenu uh -huh. Yes. Kwa hiyo na mutabisha kwenu kwenu wa moyo wangu wow. Kipenzi changu wow. Malkia wangu wow. Mke wangu mtaraji. Jamani, chapa makofi mengi, nafikiri hapo hapo. Asante. ii chanuwananu kazi ya mama mchungaji mtanajiwa, kazi ya kukabisa hapa <feudal proposals> hey. Mama wa wengi yes, kiona mana mama mchungaji wow. Yes. Utaje kwa majina yake yes, kwa anyway. Majina yake lecho mwaka longe. Asante sana, baada ya kumtabulisha Tupige makofi mengi mengi. Tusichoke kuwapigia makofi hawa. Ni kuombe m sogea hapa, familia, naomba tusimame. Niombe ukaungane na wazazi pale sawa. DJ, sawacheechapereka kijana huyu akaungana na wazazi